Nanyote mmeangalia mpira, yapo mazingira hayakuwa sawasawa sana lakini, hiyo ndio Afrika na ungwa mkari kwao, kwao wamemaliza kutumia faida ya kuwa nyumbani. Sasa anakuja Benjamin Mkapa ambako ndiyo kwetu sisi Simba Sports Club, tutafanya kila kinachowezekana na kama tulivyosema mwanzo, mwaka huu tutamzika mtu anapiga chafya. Hatuachi kutimiza ibada ya mazishi mnyama ya aa katika mechi ya kwanza mliyaona. Sasa sisi tulinyamaza kimya kwa sababu walikuwa kwao. Sasa wamekuja kwetu, tumeshuhudia VAR ikifanya kazi upande mmoja na ikifanya kazi mara moja, shughuli ikaishia hapo, nyama tukafa goli mbili. Sasa ilikuwa kwao, anakuja nyumbani kwetu tutakachomfanya atahadithia yeye na familia yake na ukoo wake wote, na atatueleza kwa nini Wamisri walimfunga Yusufu bila kosa. <tune> ni nusu fainali mara mbili ukiachilia robo fainali sita ambazo tumecheza, lakini ziko robo fainali ambazo tulitolewa kwa hila kabisa, ikiwemo robo fainali ya Orlando Pirates pale Afrika Kusini. Sasa unyonge basi robo fainali hii, madhali tunamalizia nyumbani kwetu, ndugu zangu wanatabata danzo, mnyama anakwenda nusu fainali. Kipeleka Simba nusu fainali haiwezi kuwa kazi ya watu wachache, ni kazi ya watu wote, na watu hao ni nyinyi Wanasimba watamata damu. Kwa hiyo basi, Wanasimba watamata damu, baada ya leo kufanikiwa kuzindua tawi lenu, shughuli yenu ya kwanza ambayo inaanza kuitumikia Simba ni tarehe 9, Benjamin Mkapa, mwenyekiti taratibu hakikisheni mna mobilize vijana wenu hapa Tabata Dampo, wote wanakuja Benjamin Mkapa tarehe 9. Ninafahamu vijana wengi hapa wanafanya kazi kwa watu, kwa maana ya waajiriwa. Tuwaambie mabosi ya hao vijana, na tunawaombea ruhusa hao vijana tarehe tisa wawaruhusu vijana wote wa Tabata Dampo waje Benjamini Mkapa, waje waipeleke Simba yao nusu fainali. Tarehe kumi tutakuja hapa na kuendelea kutengeneza magari, lakini tarehe tisa tumeshatimiza wajibu wetu wa kuipeleka Simba nusu fainali. Tarehe tisa asibaki mwana simba yeyote hapa, tarehe tisa asibaki mwanasimba yoyote watabata dambu hapa, eti anarekebisha gari ya mteja. Tarehe tisa, funga ofisi, waachie mashabiki wa timu nyingine ambao hawana kazi. Nyini njoeni Benjamin Mkapa, mna kazi ya kuipigania taifa vijana, yeah, ambao hawana nauli, ambao hawana tiketi hilo ni jambo dogo, mtamuona boss Mamba atawalipia nauli wote e kia kele taesi iakea kadi lazima liche kitu na mwenyekiti wetu hapa naye ni tajiri vile vile, joeni awalipie tiketi twende Benjamin Mkapa. Asibaki ilivyo hapa siku hiyo, kwa kuwa tutaondoka wanasimba wote siku hiyo kwenda Benjamin Mkapa. Vitu vikiibiwa hapa, tunajua shabiki wa timu gani ameiba, wa uanga tutawajua wezi wa tamata damu kwa siku hiyo, kwa sababu ni tutawaachia gereji yote. Ndugu zanguni, Wanasimba, ndugu zanguni, wanatamata damu

Kwa zote wiki hizi mbili tunahangaika kwenye michuano ya kimataifa, kila mmoja anapambana huko kupigania heshima yake ya kimataifa.